Naitwa Mtatiro Kitingwi, kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi, kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi Kinondoni. Asubuhi ya leo tulikutana wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana ya jeshi la wananchi wa Tanzania, magereza, uhamiaji na sisi wenyewe jeshi la polisi, lakini na wale wenzetu wa zimamoto. Tumefanya mazoezi, kwanza ni route march ya kutembea. Tumeanzia hapa kambi ya Mwenge tukaenda mpaka pale katikati ya mji kwa maana ya maeneo ya Mwenge na barabara zake baadaye tumerudi kwa ajili ya kutawanyika, lakini lengo ni kujiweka vizuri kwa ajili ya mazoezi kimwili, lakini lakini nakuleta hamasa ya ushirikiano wa pamoja wa vyombo hivi. Kwa kweli ni jambo zuri, jambo zuri sana. Pongezi kwa viongozi wetu wa juu kwa maana ya jinsi ambavyo walitukumbusha pia maelekezo kwamba tuwe na forum kama hii ya kukutana pamoja kutembea na kufanya mazoezi ya viungo, lakini mwisho tunakuwa tunakaa pamoja, maafisa na askari wa vyeo mbalimbali. Jambo hili ni zuri na tumehamasishana tena Ijumaa itakayokuja hamasa iwe kubwa zaidi ya hivi ilivyokuwa leo. Aa, kwa kweli kwa jinsi ambavyo tumeona tangu tulivyoanza leo na hata wiki inayokuja tunaona hamasa ni kubwa, askari morali iko juu, wamependa sana zoezi hili na kitendo hiki ambacho kimeelekezwa ama kimeanzishwa na viongozi wetu wa juu. Uh, ah, kongole kwake mkuu wa jeshi la polisi Afande General Kamilusi Mongoso Wambura, kanda maalum ya Dar es Salaam ZDPC, na maafisa wote wakaguzi na askari wa vyoo mbalimbali kwa jinsi ambavyo wameitikia kuhusiana na jambo hili nikiwa naamini kwamba wenzetu pia kule Ilala na Temeke, nilikuwa nawasiliana nao wanaendelea vizuri. Kwa hiyo Afande ZDPC amepongeza sana wakati nawasiliana naye asubuhi kuhusiana na alivyoniuliza kuhusu jinsi ambavyo tunaendelea na mazoezi haya, nimemhakikishia kwamba tupo na hamasa iko vizuri. Tumetembea barabarani na wananchi wamesimama wanaangalia, kwa kweli napeleka meseji fulani. Hawaongei, lakini wanaona kabisa kwamba kuna meseji wanaipata. Yani wanaona kama jeshi la polisi na vyombo vyake kwa ujumla, mkoa wa kipolisi Kinondoni, kwa kweli tupo na tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wako salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.